Katika siku za usoni, kiwango cha uhalifu kinafikia viwango visivyofikirika nchini Afrika Kusini. Hivyo serikali inanunua kikosi cha askari ambao ni maroboti wanaojulikana kama Scout. Roboti hawa wanatengenezwa na kampuni ya Tetra Vaal ambayo inaahidi kuwa Scout hao wana mfumo wa ulinzi wa funguo, Guard Key System usiopitika na risasi ulioundwa na Deon. Hii inamaanisha kuwa ni kampuni tu ndiyo inayoweza kusasisha programu zao, na hakuna mdukuzi yoyote ulimwenguni anayeweza kuwadukua Tetra Vaal. Pia inatengeneza roboti kubwa zaidi inayoendeshwa kwa mbali iitwayo Moose, ambayo iliundwa na Vincent, mwanajeshi mzoefu. Yeye anapinga akili bandia, artificial intelligence, na anaamini kuwa roboti ni salama zaidi wakati binadamu anadhibiti. Siku moja, kiwandani Skauti 22 analetwa kwa ajili ya matengenezo akiwa anafanya kazi, muhandisi anaeleza kuwa roboti huyu daima hupata uharibifu kila anapotumwa nje. Anapomaliza kutengeneza sehemu iliyovunjika, anawasha robot na Skauti 22 anajizatiti kabla ya kurudi kazini. Wakati huo huo, kundi la wezi wakiongozwa na Ninja wanakimbia nje ya jiji kwa mwendo kasi kwa sababu Skauti wanawatafuta. Baada ya kugonga gari, wanafanya kila wawezalo kutoroka na kukutana na kiongozi wa genge Hipo. Anawaamuru watu wake kuchukua silaha na gari dogo van la timu hiyo, huku akiwakemea kwa hasira kwa kufeli kazi yao ya hivi karibuni. Hipo anataka wamlipe fidia kwa kumpatia milioni ishirini ndani ya siku saba au atawaua. Anamwekea Ninja bastola kinywani ili amfanye aape kuwa atapata pesa hizo, kisha anampiga risasi mmoja wa wezi hao kuthibitisha kuwa yuko makini. Wakati huo robot ndogo droids zinawapata na kutuma eneo lao kwa skauti ambao wanawasili hivi karibuni kwa helikopta. Hippo na genge lake wanafyatua risasi na kuwasha milipuko mikubwa, huku timu ya ninja ikiingia kwenye gari dogo, lakini gari linakosa funguo. Skauti wanawasili ardhini na kuanza kufyatua risasi wakiwajeruhi wanachama wengi wa genge. Maafisa wawili wa kibinadamu pia wanajiunga na mapigano ya risasi na kumtumia skauti 22 kama ngao kusonga mbele. Wanachama wengi zaidi wa genge wanauawa, na ninja anapekua miili yao kutafuta funguo za gari dogo. Mwanaume aliyekuwa nazo anajaribu kutoroka kwa gari, lakini skauti anapiga risasi gari hilo na kulishusha. Ninja anapiga risasi helikopta na kupiga injini na kuilazimisha kuruka mbali, kisha anakagua gari lililogonga ili hatimaye apate funguo za gari dogo. Wakati huo huo, polisi wanajaribu kuingia kwenye jengo la zamani. Hipo anawakaribisha kwa kufyatua kizindua roketi ambacho kinamharibu sana skauti 22. Kisha hipo anatoroka kupitia dirishani huku ninja na marafiki zake wakifanya vivyo hivyo kwa gari dogo. Kwa bahati mbaya, Amerika anajeruhiwa na risasi wanapotoka nje kwa kuwa genge limeshindwa. Uvamizi huo unaripotiwa kwenye habari kama ushindi mwengine wa skout, na serikali inawagiza skauti wengine 100. Vincent analalamika kwa mkurugenzi mtendaji Michelle kwa sababu anaendelea kupunguza ufadhili wake, lakini yeye hana nia na muz. Deon anaitwa kwenye duka la matengenezo ambapo muhandisi anafanya kazi kwa skauti 22. Mashambulizi yalisababisha batri kuungana na kifua chake, kumaanisha kuwa haiwezi kutengenezwa. Deon anamwamuru muhandisi kurejesha sehemu muhimu na kuondoa sehemu zingine. Kurudi kwa wezi, wanaingia kwenye jengo lililoachwa ambalo wanalitumia kama maficho. Wakati Yolanda anamutibu jeraha la Amerika, Ninja anapigiwa simu na Hipo, akimkumbusha kuhusu muda mfupi wa kupata pesa. Timu inajadili jinsi ya kuendelea bila kupata matatizo. Yolanda ana nadharia kuwa mtu kutoka Tetra Vaal lazima awe na swichi maalum ya kuzima Skauti, kwa hivyo wanahitaji kumtafuta mtu huyo kwanza. Utafiti mharakiso wa mtandao, wanawaambia ni nani aliwaomba Skauti. Wakati huo, Deon anatumia muda wake wa huru kufanya kazi kwenye mradi wake mpya. Huku robot zake zikimhudumia na kutunza nyumba. Baada ya masaa machache ya kuandika msimda, anafanikiwa hatimaye kuunda programu ambayo itawapa scouts ufahamu bandia artificial consciousness. Akiwa na hamu ya kujaribu, anakimbiza ofisi ya Michelle na kumwambia kuhusu uvumbuzi wake mpya, akieleza kuwa hii inaweza kufanya robot kuwa nadhifu zaidi kuliko binadamu na kuwa na uwezo wa kuandika muziki au mashairi. Michelle hajavutiwa kwa sababu wao wana katika biashara ya silaha na ulinzi, kwa hivyo anakataa ombi lake la kupitisha. Deon, mkata tamaa, anaamua kumchukua Skauti 22 na rundo la vifaa kama funguo ya ulinzi ambayo inafungua programu kwa ajili ya kusasisha. Anavificha vyote kwenye gari dogo lake na anaondoka kampuni bila kukaguliwa na walinzi kwa kuwa ana cheo. Deon anatembea kwa maili moja au mbili kabla timu ya ninja isizuia barabara. Wanavunja madirisha ya gari dogo na kumlazimisha Deon kutoka nje kabla ya kumpiga na kumpotezea fahamu. Muda mfupi baadaye, wakiwa kwenye maficho ya wezi, wanamwamsha Dion kwa maji. Ninja anampiga ili kumlazimisha kushirikiana, kwa hivyo Dion anajaribu kueleza kuwa Skauti huwa wamewashwa kila wakati na programu yao ndiyo kipimo cha usalama pekee. Kwa kuwa Ninja hamwamini, anamshika bastola na kumtishia, lakini anaingiliwa na Amerika ambaye amempata Skauti 22 kwenye gari bogo, baada ya kutazama Ninja anamwambia Dion kuwa ikiwa anataka kuishi lazima atengeneze programu ya Skauti 22 kufanya kazi kwa ajili yake. Dion anawaonyesha kuhusu programu mpya isiyopitimwa na timu inakubaliana kujaribu, enewei anyway. baadaye Dion anaanza kufanya kazi ya kutengeneza sehemu zilizovunjika za Skauti 22. Betri iliharibika pia, kumaanisha kuwa Skauti 22 ana siku tano tu za nishati zilizobaki. Kisha Dion anatumia funguo ya ulinzi kubatilisha programu ya zamani na kufunga mpya. Skauti 22 anaamka na tabia ya mtoto mdogo na anakimbilia kujificha. Binadamu wa Ninja anapata hasira na malalamiko yake yanamfanya ya Skauti 22 aogope zaidi. Kwa hivyo wengine wanamtuma jikoni. Wanajaribu tena kwa maneno laini na Skauti 22 hatimaye anatoka nje kugusa mkono wa Yolande. anashangazwa pia na saa ya Dion na anapompa roboti anasema saa kama neno lake la kwanza. kisha Deon anampa kichezeo cha kuku ili asumbuke na Skauti 22 anajifunza majina ya kila mtu. Yolanda anadhani roboti huyo anaonekana kama Chappie mwenye furaha na anaamua Chappie litakuwa jina lake. Wakati huo, Ninja anarudi na anapata hasira kwa sababu anaona wanamfundisha roboti kuwa mtoto. Anamfukuza Deon na kutishia kumpiga risasi, lakini Deon anamshanishi kuwa anahitajika kumfundisha Chappie. Anaruhusiwa kuondoka baada ya kuahidi kuwa atarudi kesho. Katika Tetraval, Vincent anagundua kuwa funguo ya ulinzi imepotea. Anakagua mfumo na anagundua kuwa funguo hiyo sasa imefungwa ndani ya skauti 22. Asubuhi, Vincent anampata Dion kwenye meza yake akitafuta ya tovuti za mtandao kuhusu mchakato wa kujifunza wa watoto. Baada ya kugundua majeraha ya uso wa Dion, Vincent anaomba kukopa funguo ya ulinzi ambayo Dion aliisahau kwa bahati mbaya ndani ya Chapi. Anasema sheria hairuhusu yeye kushiriki funguo na ghafla, Vincent mwenye hasira anamsukuma Dion mezani akimtishia kumpiga risasi ikiwa hatapata funguo. Wakati Dion anasema hapana, Vincent anajirudisha nyuma haraka na kujifanya alikuwa anatania. Baada ya kazi, Vincent anagundua kuwa Dion anaelekea upande tofauti na wa kawaida na anamfuata kwenye maficho. Chappie anatazama pande zote na kugusa vitu vingi tofauti ili kujifunza zaidi. Ninja anapata akitazama habari na kumkumbusha kuwa anapaswa kufanya kazi kwa ajili ya timu yake kwa hivyo anamfundisha Chappie jinsi ya kutumia bastola. Roboti anahofia sana na anakosa shabaha na kumfanya Ninja kukasirika zaidi. Kabla hajawa mkali, Yolanda anamkatiza na kumkumbusha kuwa wanahitaji kumfundisha Chappie misingi kwanza. Anaanza kumuonyesha vitu vya bila mpangilio na kumfundisha maneno. Hivi karibuni Chappie anamshtua kwa kuiga sentensi kamili. Anamuita Amerika kwa jina lake, lakini Yolanda anakuwa mama Amerika pia anaanza kumfundisha Chappie kwa hivyo roboti anaanza kurudia maneno ya matusi na vitisho ili aonekane kama gangster. Wakati Deon na wasili amekatishwa tamaa sana kusikia Chappie akiongea na kutenda kama mhalifu kwa hivyo anamfanya aahidi kuwa hatafanya chochote kisicho halali. Kisha anakuja na shughuli tofauti za kuchochea akili ya Chappie kama kusoma kitabu na kupaka rangi. Hii inaonekana na Vincent ambaye anatambua mahali funguo ilipo na anaondoka huku akifikiria mpango. Chappie anafanya mazoezi ya kupaka rangi na anachora picha kamili ya gari. Mwanamke mtanashi anaingiliwa na Ninja ambaye anamsukuma chini na kuanza kumpiga mateke kwa kumfanya Chappie awe laini, hata anatoa bastola yake, lakini Yolanda anamsukuma ili kumzuia kumuua Deon, ambaye anatoroka kwa gari lake dogo. Yolanda anajaribu kumweleza Ninja kuwa Chappie ni kama mtoto, lakini ugomvi wao unaingiliwa wakati Amerika anapigiwa simu akimwambia kuhusu kazi inayowezekana. Akiwa na hamu ya kuharakisha mafunzo ya Chappie, Ninja na Amerika wanampeleka katika kituo cha genge lingine na kumwacha hapo wakidhani yeye ni skauti wa kawaida. Genge hilo linaanza kumshambulia mara moja kwa kutoa vitu, kumpiga kwa mabomba na hata kumchoma moto. Hali kadhalika, Chappie anakataa kujitetea kwa sababu ya ahadi yake. Mara anapopata mwanya, Chappie anakimbia. Muda mfupi baadaye, Chappie bado anajaribu kurudi kwenye kituo. Anapumzika akiwa ameketi kwenye mwamba na mbwa mdwaji aliyeachwa anamsogelea, kwa hivyo Chapi anampiga ghafla. anazungukwa na Vincent na watu wake ambao wamemfuatilia kwa sababu ya mfumo wa ufuatiliaji wa kampuni. Vincent anampiga kwa kifaa cha kielektroniki na Chapi anazima mara moja. Anaamka baadaye kwenye lari ya Vincent na anajaribu kuwatika watu, kwa hivyo Vincent anajibu kwa kumkata mkono, kisha anafungua paneli kwenye kichwa cha Chapi na kuondoa funguo huku akisema kuwa yeye si mtu halisi, yeye ni mrundo tu wa waya kwa kuwa hamuhitaji tena, Vincent anajiandaa kukata kichwa cha Chappie pia. Wakati huu Chappie anapambana kwa nguvu na anafanikiwa kuwasukuma watu mbali na kuacha njia kwake kuruka kutoka kwenye lari. Watu wanafyatua risasi na kusababisha maharibiko zaidi kwa mwili wa Chappie ambaye haachi kukimbia. Vincent anaamua kumruhusu aende kwa sababu sasa hana maana. Hatimaye Chappie anarudi kwenye kituo na Yolanda anaanza kumsafisha mara moja, huku akimpikia kilele. Ninja akimlaumu kuwa sahabu ya stahabu ya hali ya sasa ya roboti Amerika anamrekebisha Chappie kwa pisi za zamani na kumpa mkono mpya. Usiku huo, Yolanda anamsomea Chappie kitabu cha kondoo mweusi akimfundisha kuwa ana roho ndani yake ambayo ni muhimu zaidi kuliko sehemu za mechanical zinazoweza kubadilishwa kila siku. Kesho yake, Deon ananunua bastola. Wakati huo, Chappie anacheza na doli akijifanya ni Yolanda akimuita special. Wakati huo, Ninja anampata na anaomba msamaha huku akijiita Daddy lakini pia anamtaka aachilie doli. Anamuendeleza, anaendelea kumfundisha Chapi jinsi ya kutembea kama gangster na anaanza kupata hasira tena wakati Chapi anakataa kupiga risasi. Amerika anaingilia na kumfundisha Chapi jinsi ya kutumia kisu akisema hivi nafanya watu walale tu. Kwa kuwa Chapi anaamini uongo huo, vijana wanamfundisha pia jinsi ya kurusha shuriken na kutumia nunchucks. Kisha wanamfanyia Chapi uchoraji na vijoweli vya Ninja kuendana na mvuto wa gangster. Muda mfupi baadaye, Ninja anataka kuiba gari, kwa hivyo anamwambia Chapi kuwa mtu mkoro aliwaiba kwanza na wao wanachukua tu Chapi anamsogelea mwanamume huyo na kuanza kuharibu gari kiasi kwamba kurarua mlango huku akimkemea mtu huyo kwa kuwa mwizi. Kisha anamburuta mtu huyo kutoka kwenye gari na kumtupa ngambo ya barazini. Ninja na Amerika wanamuita kwenye gari dogo na wanamkemea kwa kuharibu gari. Wanampa pia bastona wakieleza kuwa haihitaji kuipiga risasi kwa. Kwa masaa machache yanayofuata, Chapi anaibarucha la gari kwa ajili ya Ninja. Waendeshaji wanadhani yeye ni Skauti na wanamwona mhofia, kwa hivyo ni rahisi kwake kuatishia kwa na kuchukua gari zao. Baadaye Chapi anapelekwa kwenye jengo limeachwa ambapo magengi mengi wanatazama mapambano ya mbwa. Wanapomwona Chapi wanadhani yeye ni skauti na wanakimbia, kwa hivyo Ninja anasema asubiri kwenye mlango. Kwa pesa walizopata kutoka kwa uuzaji wa gari zilizoibwa, Ninja na Amerika wananunua rucha la silaha na vifaa vya michezo ya video. Wakati akisubiri, Chapi anahuzunika kupata mbwa aliyekufa na mwingine kwenye ngome. Ninja anarudi na anasema kuwa mbwa hao wanawakilisha maisha: ama unakufa au unapingana kuishi. Chappie anafikiri yeye hafi kwa sababu yeye ni roboti, lakini Ninja anaeleza kuwa betri yake itakufa hivi karibuni. Ili apate betri mpya, wanahitaji kufanya wizi mkubwa ili kupata pesa, na Chappie anakubali kusaidia kwa sababu hataki kufa. Jioni, wanarudi kwenye kituo na wanamkuta Deon, ambaye amekatishwa tamaa kuona kuwa Chappie amekuwa gangster kamili. Walakini, Chappie aheshimu maoni yake tena, kwa sababu muumbaji wake alimpa maisha mafuki ambayo anadhani ni ya kikatili. Katika mahabara ya Tetra Vaal, Vincent anatumia funguo kupakia programu firmware inayoitwa Genesis kwenye mfumo wa Skauti. Hii mara moja inalemaza roboti zote nchini na kusababisha ajali za gari na wahalifu kutoroka. Chappie pia anaporomoka na huku Deon akijaribu kumkagua, Ninja anaonekana na anamlalamikia kwa hitilafu hiyo. Anajaribu kuanzisha ugomvi, lakini Deon anatoa bastola yake ili kumzuia. Sasa anaweza kumvuta Chappie kwenye gari lake dogo kumrundisha kwenye kampuni. Wakati huo huo Hipo anaarifiwa kuwa Skauti wote wamezimwa. Anatangaza kuwa jiji ni lake. Hivi karibuni wahalifu wanachukua udhibiti wa barabara na kusababisha machafuko na uharibifu kila mahali bila chochote cha kuwazuia. Skauti wa mwisho anayesimama na poromoka mbele yao na wahalifu wanamchoma moto. Kwenye maofisi ya polisi, askari wa kibinadamu wanaanza kujizatiti kwa uzoefu mdogo. Katika maabara, Vincent anafuata matukio kwenye habari akifurahishwa kuona mpango wake umefanikiwa anafuta Genesis ili kuondoa ushahidi, lakini mchakato utachukua muda. Wakati huo Deon anawasili na, na Chappie aliyesimamishwa kazi, kwa hivyo Vincent analazimika kujificha. Deon anamuunganisha Chappie kwenye kompyuta na anapata onyo kuhusu msimbo mbaya, lakini anahifadhi Genesis 2 kwa sasa ili ajikite kwenye roboti yake kwenye kompyuta nyingine. Mchakato wa kufuta umefeli. Baada ya sekunde chache Chappie anaamka na tabia yake ikiwa bado ipo. Deon anataka kuondoka lakini, wanapokuwa wakitoka, wanaona roboti ya Vincent na Chapi anashangazwa. Kwa hivyo, Deon anaeleza kuwa Moose anadhibitiwa na binadamu anayevaa kofia inayosoma mawazo yao. Chapi pia anaona mfano wa skauti usioisha na anataka iwe mwili wake mpya, lakini Deon anasema hawezi kumhamisha Chapi kwa sababu yeye ni zaidi ya tata tu, ana ufahamu. Yote haya anasikika na Vincent mwenye hasira, kwamba muumbaji wake bado anafanya mambo kuwa magumu kwake. Chapi anasema anamchukia Deon na anaiba kofia ya muzi kabla ya kukimbia peke yake. Wakati polisi wanawasili kuzunguka jengo la kampuni, Vincent anakimbilia kuzima kompyuta yake kabla ya kuondoka, akisahau kuchukua kunguo. Hivi karibuni Deon anakutana na Michelle, ambaye anamwamuru atatue tatue hili mara moja ikiwa hataki shida. Akifuata mpango wake, Vincent anajaribu kumshawishi Michelle kuwa huu ndio mwakati mzuri wa kutumia muzi, lakini yeye hanania. Kwenye kituo cha magenge, Chapi anajaribu kofia kwa Yolandi na inafanya kazi kamilifu kwa kompyuta yao ndogo. Kisha anajaribu kupakia ufahamu wake mwenyewe lakini majaribio machache ya kwanza yanafeli. Baada ya kuunganisha kompyuta ya genge kwenye vifaa vyote vya michezo ya video kwa nguvu zaidi, kofia inachukua kiini cha Chappie na kukiweka kwenye screen. Sasa Chappie anahitaji tu pesa kwa mwili wake mpya, kwa hivyo yeye na genge wanajiandaa kwa wizi. Wanazuia gari la kingavi katikati ya barabara kuu, na Chappie anaua walinzi wachache kwa kisu chake akifikiri anawafanya walale baada ya kulibua mlango wa gari Chapi anawatupa nje walinzi wengine na anaendelea kuiba pesa, huku waandishi wa habari wakirekodi kila kitu kutoka kwenye helikopta. Anagundua kuwa mmoja wa walinzi ana maumivu badala ya kulala, kabla hajafahamu, genge linamleta kwenye gari dogo ili waondoke. Kwenye ofisi ya Tetraval, Deon anapekua system na anagundua kuwa Jenesis ilitoka kwenye kompyuta ya Vincent. Anaanza kufanya mfujo, lakini anaingiliwa na habari zinazoonyesha Chapi akiiba pesa na kuua watu. Baada ya Deon kukataa tamaa, Vincent anakimbilia kumwambia Michelle kuwa Deon alipakia Genesis na kuwa na roboti mwenye hisia ambayo anathibitisha kwa kumwonyesha. Michelle kisha anaruhusu matumizi ya Moose. Vincent anaunganisha bongo lake kwenye uumbaji wake na anamtuma kumfuata Chappie. Wakati huo huo, Hipo anaona habari akitangaza kuwa anamtaka roboti huyo pia. Kurudi kwa genge, Chappie anafurahishwa kwa pesa ya mwili wake mpya. Lakini Ninja anamwambia kuwa hakutakuwa na mwili mpya na kuwa alidanganya ili kupata pesa. Chapi mwenye hasira sana anamshika shingo na kumtupa chini. Wanapofika kwenye kituo, Deon pia anawasili na anawaonya kuwa taatisho linalokuja, akimwonyesha Chapi silaha maalumu yenye nguvu ambayo inaweza kuharibu roboti. Hivi karibuni, Hipo na watu wake pia wanaonekana wakiomba pesa na roboti, kwa hiyo genge linarudi kwa kufyatua risasi. Mapigano ya risasi yanatokea lakini anadumu sekunde chache tu kabla ya Muz kuwasili. Vincent anafanya Muza mkenyagi Amerika na kumuua, kisha analirarua mwili wake vipande vipande kwa ajili ya kujifurahisha. Ninja anaanza kumpiga risasi Muz, risasi hazifanyi chochote kwa hivyo anakimbia kujificha kabla ya Muz kuwasha kifaa chake cha kurusha moto. Hipo na watu wake pia wanafiatwa risasi kwa Muz, kwa hivyo Vincent anafanya Muz aruke na anatupa mabomu wa kifunga chache ambayo anaua watu wote, kwa sababu wanajificha kwenye bora Ninja anajaribu kurudisha pesa yake, kwa hivyo Yolandi analazimika kumvuta kujificha. Kisha Moose anajaribu kumfuata Deon, lakini Chappie anaruka kati yao kwa silaha ambayo Deon alimpa Chappie. Anaweka mlipuko kwenye mwili wa Moose, anafyatua risasi na anafanikiwa kuharibu moja ya mikono ya Moose, lakini kabla hajafanya chochote, Moose anampiga risasi na anapoteza kifaa cha kulipua. Hipo anatoka kwenye maficho yake, kwa hivyo yeye na Ninja wanafiatua risasi kwa Muzi pamoja na Chapi akivunja ukuta kukimbia ndani na Yolandi. Wanaume hao wamefanikiwa kubunja kamera ya Muzi, kwa hivyo Vincent anafanya Muzi aruke mbali na moto. Wakati anajaribu kuitengeneza, Dion anakimbilia kwenye gari lake dogo kutoroka, na anazuiliwa na Hipo. Ninja anajaribu kusaidia, hata hivyo Hipo bado anafanikiwa kumpiga risasi Dion. Ninja mwenye hasira anajibu kwa kuvunja kichwa cha Hippo na koleo, huku Chappie akimficha Deon kwenye gari dogo. Wakati huo Vincent anatengeneza kamera, kwa hivyo Moose anaanza kuwafukuza huku akifyatua risasi. Chappie anakimbia kuchukua kofia yake, lakini risasi ya bila mpangilio inaiharibu kwa hivyo sasa anataka kwenda kiwandani kupata kofia nyingine ili amwokoe Deon. Ninja anamwambia ondoke na Yolanda kwenye gari dogo huku yeye akimvuruga Moose mara tu gari dogo likiwa nje ya jengo, Ninja anaanguka magotini na anaomba mwisho. Wakati Moose yuko karibu kumuua, Yolanda anaruka kutoka kwenye gari dogo na silaha maalum na anampiga risasi Moose. Vincent mara moja anafanya Moose ageuke na kumpiga risasi Yolanda hadi kufa kabla ya Chappie kumfikia. Huku akimwombolezea mama yake, Chappie anapata kifaa cha kulipua na anakiwasha ili hatimaye kumlipua Moose. Baadaye Chappie anaendesha gari hadi Tetra Vaal na Deon na anampata Vincent ambaye anajaribu kutoroka Chapi anampunguza mwendo kwa kumrushia kisu kwenye mguu, lakini Vincent bado anafika kwenye ofisi kuu. Wafanyikazi wanakuwa na hofu, huku Vincent akiendelea kumpiga risasi Chapi bila mafanikio. Chapi anajibu kwa kumtupa Vincent kupitia dirisha na ukuta, kisha anavunja mkono wake na kumtupa ofisini kote. Vincent anakuwa karibu kufa wakati Chapi anasema anamsamehe na anaondoka. Hivi karibuni polisi wanazunguka jengo na kuanza kufanya kazi ya kufungua mlango. Chapi anamchukua Deon anayekaribia kufa kwenye maabara na anamuunganisha kwenye kofia akifanikiwa kumpakia kwenye mwili wa roboti, Deon anataka kumlipa fadhila. Kwa hivyo anakimilia kwenye kompyuta ya Vincent na anatumia funguo kuanzisha tena skauti wote, kisha anapeleka ufahamu wa Hapi kwenye mwili mpya kupitia mtandao. Wakati huo polisi wanaingia, kwa hivyo Deon anakimbia nje na anafurahishwa kumpata Chappie kwenye mwili mpya wa skauti, kisha wawili hao wanarudi kwenye kituo na pamoja na Ninja wanamfanyia Yolanda mazishi mazuri. Wakati habari zinatangaza kuwa askari roboti wote wamepigwa marufuku na wanadamu wamerudi kwenye jeshi, Chappie anapata USB stick na jaribio la kofia alilofanya kwa Yolandi, anadukua mashine za kiwanda na anazifanya zijenge roboti mzuri wa kike ili kupakia ufahamu wa Yolanda ndani yake. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama kengele ili uwe wa kwanza kutizama video zetu kali kama hii. Asante kwa kutizama.